Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wapo watu mababa zetu watu wengi wenye mapenzi mema ambao pamoja na pressure ambayo inaweza ikawepo e, e, e, katika jamii, bado wanasimama katika ukweli, wanasimama e, katika, e, katika kutetea haki, wanasimamia katika kutetea amani ya kweli. Tuendelee na mtindo mm, huo huo. na jambo la mwisho ndugu yangu, ndugu zangu ni nawaalika tutazame mbele sasa kwa matumaini, na hapa ninawarudisha tena katika Injili. Kama nilivyosema harufu ya Christmas bado iko hewani, lakini tumesoma kwa kweli Injili ya, ya Pasaka. Pasaka sio jambo jingine, Pasaka ni habari ya kuanza upya, mwanzo mpya Yesu mpya imani mpya mchecheto mpya. Watu ambao walikuwa wameshakata tamaa, watu ambao walikuwa hawatoki tena ndani, kila kitu kinakuwa kipya tena. Tunataka kusema nini? Tunataka kusema kwamba kwa, kwangu binasi kwa kweli, kati ya injili au vifungu vya injili ambavyo vina vinanichangamsha vinanipa nguvu ni kifungu tulichosoma siku hii ya leo. Hii hali ya kupoteza matumaini, Bwana Yesu ambaye alikuwa anategemewa awe mkombozi awe chanzo cha matumaini, katika Yesu kila kitu kiende, kila mtu alimtumainia mwalimu, rabi, bwana. Huyo bwana mkubwa anatulisha samaki, anatulisha mamikate, anaponya wagonjwa wetu, anafufua wafu wetu, watu wamekuwa na matumaini, sasa Israeli imesimama, lakini anakamatwa anapigwa anavuliwa nguo za ndani, anatemewa mate, anakuwa nothing, anakuwa ni sio mtu. Nabii Isaya anazungumzia kwamba mimi ni mdudu tu. Yesu anakuwa chini ya mdudu. Kwa hiyo unaweza ukafikiria uka akina Petro akina Yohane, hawa wanafunzi unaowaona hapa nyuso, zinapokuwa ndefu, wanapokuwa na huzuni, wanapoondoka Jerusalemu na kurudi mashambani kwao, unaweza ukawaelewa, unaweza ukawaelewa disappointment kuhuzunishwa kukata tamaa na kusema kama biashara yenyewe ndio hivyo, afadhali nirudi nyumbani. Tusisahau sehemu fulani ni pita anasema, naenda kuvua samaki, mimi ni kwa mvuvi, tunakaa kaa tu mundani, tunafanya nini jamaa, mwenyewe amesha kufa zake, naenda kuvua samaki. Anarudia kule maisha yake ya zamani, lakini sasa katika hali hii ya mahangaiko kukata, kukata tamaa na kutaka kurudi nyumbani, halo Yesu yupo, Bwana Yesu yupo, anatembea pamoja nao katika huzuni yao, katika kukata tamaa kwao, katika kuona giza, katika giza la maisha yao Jesus is there. Yesu yupo, Yesu yupo. Somo la kwanza Usiogope, usiogope hata kama unapita katika maji mengi, hata kama unapita katika uvuli wa mauti, nipo nipo.